Fursa darasani, fursa darasani, fursa sikiliza, ki fursa hmm, ki fursa, elewa ki fursa, fanya revision mitihani, kitalilia ki fursa fanya Baje sasa uonioni hivi mara upo upo kama haupo. Kuna watu bwana ni honi, Uganda, wa ajabu. Mimi mwenyewe nimekaa chuoni. Nimesomea Uganda miaka mitatu. Kama na washambeni kuna watu wengine mnaangaje mnabari? Yaani kapo kama kapo. Kana soma kama haka. Kanaenda kama haka. Kajua kanakuja kama kanafanya nini? Unaweza hivi mwendo gani huo? Yaani anakuja, una mwendo ni kama anaenda. Yaani mgongoni ni kama wapi kama <tukenye> jana ni kama leo, na leo ni kama juzi. Yaani maisha gani hayo hivi? Hujui kwa sasa hivi uko semester ya pili, yaani semester ya pili kanaishi kama ya tatu, ya tatu kanaishi kama ya kwanza <tukenye> kapoka potu, hivi. <tuhi. tukenye> kasema jamani, kuna watu duniani hapa, kuna watu duniani hapa ni maajabu kweli kweli, lakini kuna kitu mnyama fulani anaitwa mtihani. Yeye hajui. Sasa ulikuwa unasoma unaenda, ulikuwa unasoma unarudi, ulikuwa unasoma umeegema hivyo, ulikuwa umepinda hivi, yeye anakuja kwa yule pepa, amenyoka tu, amenyoka kana pamba. Wote mlikuwemo, hata kama mkuwemo, anakuja amenyoka kana pamba. Unavijua, na wakati kumbe vingine ufanye nini, vijui. Hapo sasa ndipo penye subira yao, wanaosoma wale washikao masomo na kutoka darasani <laughs> hapo sasa ndipo penyeni, ndipo utasikia kuna disko hawajaicheza huyo nye disko, lakini nasema ah, kama disco mm -hmm, disko uko sawa, si kwenda tu tukuyarudi mangoma, sio kaenda kucheza. Watakutafsirie maana ya disko ni nini? Yani amezuiwa kuendelea, sio disko la kucheza dansi.